Viongozi, watumishi na wananchi wa kawaida tumeweza kufanya usafi, eneo limependeza kweli kweli, nimetupa picha kwamba usafi ni jukumu letu, usafi ni kazi yetu. Lakini usafi huu tumeenda na kuenzi miaka 64 hii ya uhuru. Uhuru wa Tanzania oye! Uhuru wa Tanzania safi. Lakini kubwa katika siku ya leo ni kuliombea taifa letu Mwenyezi Mungu atupe utulivu, tuendelee kuheshimiana tuendelee kuvumiliana. Kama tuna changamoto, basi tuziuzungumze katika njia ya ustaarabu. Singida mmeonyesha ustaarabu mkubwa, mmetulia. Sio kwamba hatuna changamoto, changamoto tunazo, tunajua wapi kwa kuzipeleka, kuanzia ofisi za mitaa, ofisi za vijiji, ofisi za kata, tarafa, wilaya na mkoa. Amani yetu ndiyo maendeleo yetu. Amani yetu ndio uhuru wetu, amani yetu ndio uchumi wetu. Singida, mimi nawashukuru sana wananchi wa mkoa wa Singida na hasa vijana wa Tanzania wanaoishi Singida. Kwa kweli mmeonyesha uzalendo wa hali ya juu, hongereni sana, tuendelee na mwendo huo huo asije mtu kutudanganya kwenye uhuru huu kwamba tukipigana tutapata suluhisho ya matatizo, kwamba tukigombana tutapata suluhisho ya matatizo, tukienda tukachoma barabara, tukachoma biashara, tukachoma nyumba zetu, tutapata maendeleo? Tutarudi kuwa masikini, tutarudi nyuma hatua kumi, badala ya kusonga mbele. Badala yake, vijana, shikamaneni, ungamaneni Tunafikika viongozi wenu, tufikieni. Machangamoto yote mlionazo, tuleteeni kwa upole, tutawasikia. Vijana nyinyi ni watoto wetu, na sisi ni wazazi wenu. Hakuna sababu ya kutukanana, hakuna sababu ya kuingia barabarani kupigana mabomu. Singida hiyo tumekataa, na vijana wa Singida walikataa. Kesho tunapoenda kwenye Uhuru, kila mtu akae na familia yake na wazazi wake na watoto wake na mke wake, atafakari amani ya, ya Tanzania katika miaka hii ambayo tumeishi kwa upendo kama ndugu mmoja sisi wa Tanzania. Leo huwezi kutugawa kwa dini, huwezi kutugawa kwa siasa, huwezi kutugawa kwa kabila. Ndani ya nyumba moja baba Mnyiramba, mama Mchaga, uongo kweli? baba muislamu mama mkristo, wego kweli? Kwa hiyo asitudanganye mtu, hayupo mama mwingine zaidi ya wa Watanzania, na wote wanaotudanganya hawako Tanzania, wako huko nje, wanakula maisha huko. Ebu atuache na amani yetu, uhuru wetu, we ni amani. Mimi nawashukuru sana, nahubiri amani kwa sababu najua ikiharibika amani watakao kapata shida sana, kina mama, watoto, ndugu zetu walemavu. Lakini tutairudisha nchi ambayo imeshasonga mbele imesonga mbele kweli kweli, kimaendeleo. Turudi nyuma? Angalieni wenzetu waliofanya hivyo, wamejaribu kuiharibu amani, mpaka leo amani bado haijatulia. Ndio maana nikasema leo, hebu tuibuke mtaani tufanye usafi, lakini tupeane salamu za upendo, salamu za kuheshimiana, salamu za kupendana. Yoyote yule atakayetaka kuharibu amani ya Singida, sisi awe adui yetu namba moja. Niwashukuru sana tena kwa mara nyingine viongozi wenzangu ambao mmejitoa tumekuwa wote hapa katika kazi hii. Niwashukuru wananchi wa kawaida na waona wako wengi, lakini nawashukuru sana watumishi kwa uzalendo wa hali ya juu, ndio uonyesha Tanzania oye, Tanzania safi. Sisi Wanasingida tunazidi kumpongeza tunazidi kumuombea na tunazidi kumtakia heri Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake awamu ya sita. Tunaishi kwa kubadilishana vijiti. Kipindi cha Dr. Samia tumuunge mkono, akimaliza mwingine atakayepewa na Mungu atakuja, kwa sababu mamlaka yote ya duniani yanatoka kwa mwenyezi Mungu. Namshukuru sana viongozi wote, hasa viongozi wa dini, wameendelea kutulisha neno, wote tumekuwa salama na tumeendelea kupona. Asanteni sana, tuendelee na amani yetu. Nawashukuru wote.